like na kushare Mashati TV. We bring the news to the world. Kwa majina yangu naitwa Devota Francis Mwenda. Mnamo mwaka 2017 marehemu alifariki. mume wangu alifariki mume wangu wa ndoa, na ndoa yangu nilifunga mwaka 1983 tarehe 26 mwezi wa kumi na mbili baada ya mume wangu kufariki, huyu kijana akaanza fujo na mimi. Alichukua kadi ya benki akaniambia, huyo kijana anaitwa Amani Stefano, alichukua kadi ya benki akaniambia, hii kadi inaonyesha inayoela, naenda nayo Dar es Salaam ya baba. Nilikuwa sijui kadi yeye ndio amenionyesha sijui ametoa wapi eh, elfu mbili na kumi na saba mwezi wa nane, akachukua hiyo kadi akaenda nayo akasema ngoja niende nayo Dar es Salaam. Hii kadi inaonekana inayo hela. Akanipigia simu akaniambia, mama, nimemwona huyo mpangaji wangu anayefanya kazi benki amesema kwenye hiyo kadi kuna milioni mbili na laki nne na laki nne. Akaniambia nenda, aliniambia nenda ukaripoti kwa mwenyekiti wa mtaa, nenda kwa mwenyekiti, kwa, kwa mtendaji wa kata, ukishafika pale, ukishaenda huko, uende mahakamani. Nikaenda mahakamani, nikaenda kwa mwenyekiti, nikaenda kwa mtendaji, baadaye nikaenda mahakamani. Nilivyoenda mahakamani tukaanza hiyo nanii, sasa nikaenda nika kunanii mirasi. Huyu kijana ni mtoto wa mke mwenzangu, aliondoka mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. Nilivyoolewa mimi sikumkuta huyo mama, sijakuta hata nyumba mimi ndo nimejenga <tipi fia> <Hey. tipi fia> Baada ya hapo, huyo kijana akaja hapa. Mimi ndo nimemwambia kuna mtu anataka kunani kuweka timba, akaniambia basi mtakuja. Akaja akamwambia huyo kijana nani hiyo timba, hiyo timba iliwekwa hapo, akani akamwambia huyo kijana nitakuletea ngoja nikachukue ngoja nikachukue ka, nikachukue nani mkataba, nitakuletea mkataba mimi mwenyewe. Akamletea mke, mke wake akaleta huo mkataba. Baada ya kuleta huo mkataba akauweka. Mimi najua tu ni mtu mzuri. Alikuja siku ya Ijumaa, Jumaa mosi, Jumaa pili yule mwanamke akaondoka. Jumaa tatu hawa watoto, kuna mtoto wangu mkubwa akaja akaniambia mama akamwambia mama mimi eh, ndio nimemuulia. Akasema huo mkataba uko wapi? Nikamwambia wifi yako amechukua. Akaniambia wewe ni mwoga sana, wifi yako kwa nini ukamwachia akachukua huo mkataba? Nikamwambia ngoja nimpigie simu. Nikampigia simu, akaniambia huo mkataba sio wa kwako wala haukuhusu. Kilichotokea leo ni watu wa Rita wanakuja kuniuzia nyumba na kesi iko mahakamani tarehe ishirini na sita mwezi wa nane ndio tumeambiwa turudi mahakamani. Na siku za nyuma alikuwa anapiga kesi mwenyewe pasipo kuniambia mimi, mimi nilikuwa sijui, na akaweka na mdanani wake mwanasheria wake. Jambo la pili, akae akatafuta mtu mmoja anaitwa Kikoti Simon Molele. Huyo Simon Molele akasema ndio ndugu wa marehemu, na wakati marehemu alikuwa hana ndugu ni yeye peke yake, ndugu zake wapo, wababa mkubwa na wababa mdogo wapo, lakini kwa kuzaliwa yeye peke yake. Na ndugu dada zake wako wawili wa Rita, ndio wamekuja. Amesema yeye ni nani, mwanasheria wa serikali. Lakini kuanzia juzi walianza kuja, na wakati mimi nilishachukua, nilienda nikachukua, nilichukua barua, nilimwomba nani mwanasheria wangu aniandikie barua ya kuhusu kesi mahakamani, mwenendo wa kesi. Nikachukua barua ya kwanza nikapeleka kwa OCD, nikachukua barua ya pili nikapeleka kwa, kwa mkuu wa wilaya, nikachukua barua ya tatu nikapeleka kwa afisa tawala, ya nne nikapeleka kwa, nika kwa mtendaji wa kata, ya tano nikapeleka kwa mtendaji wa mtaa. Wakati ninakuja nyumbani na nikapigiwa simu nikaambiwa madalali wamekuja. Nikasema, madalali wa kutoka wapi? Nikaja nyumbani, nikawakuta kweli wapo. Akasema, hii nyu, we mama, umeshauziwa hii nyumba, imeshauzwa ustahili kukaa kwenye hii nyumba. Yuko mtu mmoja, sijui ni mjambazi, ana maalama huku kichwani, na mkileta fujo tuna bastola, tutavunja vunja miguu. Na miko yangu mimi makubwa, naomba Mama Samia asikilize hili kwa jinsi mimi mjane ninavyonyanyaswa. Huyo kijana alikuwa ajagi hata nyumbani, amepata njia ya kuja nyumbani baada ya babake kufa. Baba yake alivyofariki ndio ameanza kuja, alikuwa akanyagagi nyumbani, watoto walikuwa hawamjui kayelo dohisi. Nimesikia amekuja, sijui yuko wapi Anaishi Dar es Salaam. yeye ana pesa yeye, yuko bandarini, mke wake yuko mke wake yuko ana shirika la viwango Tanzania, Tanga, amejenga mpaka magorofa, yeye sio mtu wa shida. Kwa hiyo ameamua kuja kuninyanyasa mimi kwa sababu mimi sina kitu ndiyo imetumikwa kwa sababu mimi ninaomba, unaona upande mmoja ndio wa maana ndio wanalemea wana, wana, wana upande mmoja. Hata wale walivyokuja pale, kwa nini hawajaja na hao hawa watu? na wapo na wamejificha yes. Ndiyo wako wamejificha, alafu mimi nina, wana, wana, nani wananilazimisha ni saini niandike, sija saini nikawaonyeshe mipaka ni mipaka gani nitakuja kuonyesha nimekataa. Ni, ni mimi msimamizi wa mirathi, yeye ni msimamizi wa familia. Labda alikuwa anataka kunioa mimi ndio maana ananifanyia hivi visa. <tot> <tot> An amempa amemuua, baba hajaumwa. <tot> yeye ndio amemuua. Kwanza kabisa alikuwa hajaji nyumbani. Ngoja nikuambie, nyamaza. Ngoja nikuambie, nyamaza yeye ndio amemuua mume wangu, kwa sababu mara ya kwanza alimfunga baba yake kudu, nikamwita balozi akaja, akamfunga, akamwambia lalashe huko, pamoja na sisi lalashe. Akakimbia, akaenda kumwita mwenye, akaenda kumwita balozi. Mara ya pili, baada ya kumfunga baba, ba, ba, alimfunga baba yake kudu alimfunga baba yake kudu kwa sababu alikuja pale nyumbani akiwa na msichana moja anaitwa Tatu. Huyo Tatu alikuwa ni mwanamke wake. Sasa baba ali, alichukizwa na jambo kama hilo. Baba alivyorudi yule kijana, baba akatoka nje akawa anajisaidia hapo nje haja ndogo, ndio yule baba, Wewe mzee mpumbavu sana wewe, kwanza unaweza ukawakili hata watoto wake. Ndio akakimbia akaja akamfunga babake kudu na ni mimi nikamwombea msamaha baba yake akampokea. ya marehemu Stefano Kibobori mimi e, alikuwa ana mimi na watoto saba na yeye e, yule mama mkubwa na watoto watatu, jumla ni kumi, lakini mtoto wake mkubwa wa kwanza kuanzia mpaka sasa hivi niko naye na ninaomba mumuhoji atawaeleza zaidi mtoto wake wa kwanza ninaomba mmoja, kwa sababu labda mengine ninasahau, maana hii kichwa yangu haifai. Na huyu kijana ali, muulize mwambie, alikuja kunishika miguu akiniomba msamaha. Wa nini alinishika miguu yangu ananiomba mimi msamaha? Alikuwa ananiomba msamaha wa kazi gani? Alitaka kumbaka mtoto wangu, eh? Ni kweli. Mimi naitwa Rehema Stefano Kibobori mimi ni mzaliwa wa kwanza wa Stefano. Huyu Amani ndio mdogo wangu alionifuata mimi. Tuko watatu, tuliachwa na mama tukalelewa na bibi. Tulivyolelewa na bibi, baba akamwoa huyu mama, alivyoolewa akatukuta tuko na bibi, akatulea yeye, huyu mama, mpaka hapo mwisho, kila mtu alivyokuwa mtu mzima. Baada sasa ya baba kufariki siku ya arobaini tukafanya kikao kile cha arobaini. Amani akaulizwa, kuna tatizo? Kila mtu akaulizwa, kuna tatizo? Tukasema hapana, hatuna tatizo. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa mirasi nani, sisi kama familia tukamchagua mama. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa familia tukamchagua yeye, na baadaye Amani akasema mali zote baba alizoziacha ni za huyu mama, asiguswe na mtu wa aina yoyote. Tukakaa baada ya hapo, baada ya hapo kidogo tukashangaa maana ameenda kuanzisha nini kesi ya kusema anadai, sio anaweka moja anopewa na baba. Mama akamwambia mimi sijui shamba ulilopewa na baba yako, maana baba yako hajawahi kuniambia amekupa nini, tofauti na zile ulizo uzaga ndo zilikuwa mali ya zako. Na kila mtu amepewa za kwake, kila kijana amegaiwa za kwake, sisi wasichana tumegaiwa sehemu zetu. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote aliyokuwa anadai nini mali na hili eneo analodai ni la kwake, sio eneo la baba, ni eneo la babu, alimpaga huyu mama kama zawadi hili eneo. Baada ya baba akupata hela, akamwambia mama, naomba tujenge nyumba za, za, za, za zitakazotusaidia hapo kwenye hilo eneo lako, maana hili eneo sio la kwangu, najua ulipewa na baba mkwe wako. Ndio mama akamwambia sawa, kwa sababu ni mali yetu sote, jenga, haina shida kwa hiyo sasa, Amani alivyoanzisha vita ndo akadai kwamba zote, akaenda kuandikisha kwamba ni mali za baba zote, ndo akaenda Rita. Ndo ikawa hivyo ilivyokuwa. Ni tamaa, wala hana shida yoyote, ni tamaa, ni tamaa nayo, kwa sababu hana shida yoyote. Hakuna aliyekuwa mpenzi wa huyu mama kama yeye. Tulikuwa tukiongea kitu sisi watoto wengine, mpaka amwambie yeye yeye ndo alikuwa anamsikiliza, lakini kila mtu sasa hivi, hata boma hata nani, wanashangaa alivyokuja kumgeuka, kwamba amemgeukaje, wakati alikuwa kipenzi chake. Hakuna huyu mama jawai mkosea. Amani alikunywa sumu, huyu mama akakojoa mkojo akanyweshwa, akapona, sawa na mengine hayo aliomfunga baba kudu alioyafanya yote, kila mtu anashangaa sasa hivi kwa hiki amani anachokifanya. Tuliitwa kwenye kikao cha mkuu wa wilaya siku hiyo tuka mali zikaorozeshwa, ikapangwa mgawanyo, tukaulizwa sisi tukasema sisi watoto wengine wote za kwetu waziuzwi, zitafutwe hela za kupewa amani na huyo mdogo wake, hizi mali zingine zibaki kwa mama ale wakati akiwa hai. Ndio mapatano yetu tulivyopatana siku hiyo huko na Amani. Hata sasa hivi hapo wanakojificha, wako naye na amenitishia, sio mara moja, sio mara mbili. Amesema akimaliza hili anakuja kuniuzia nyumba, kwa sababu mali zote huyu mama alizokuwa anauza mimi nasaini na wengine. Kwa hiyo hata na mimi atakuja kuniuzia nyumba. Mtoto wangu akamwambia, ndio mahali utakako nijua mjomba rangi yangu janijua. Kwa hiyo na mimi niko tayari namsubiri, na mimi amalize hapa, alafu aje aniuzie nyumba. Ndio maana amesema, mimi ndio mimi ndio mwiba niliosimama upande huu. Angeshafanikiwa, lakini mambo yake mimi ndio nimeazuia na Godfrey ndio, hapana, akufunga mama hakufunga ndoa mama, mama, mama ameondoka sabini na sita, ameniacha mimi nikiwa darasa la kwanza, nikalelewa na bibi. Ndio mpaka huyu mama alivyoolewa, ndio ana cheti chake kabisa cha ndoa kabisa kabisa, anacho hata sasa hivi, mkitaka atawapa umi. <laughs> ushauri wangu amani aache hii vita, maana hii vita ni mbaya kwake. Yeye anaona anaenda pazuri, lakini hii vita ni mbaya kwake, asija kafikiri amefika wala amefanikiwa. Mimi naongea nasema, aache hii vita, kwa sababu angekujaga kwa amani, kwa upendo kama mwanzo, angefaidi vingi, lakini sasa hivi kwa sababu anakuja kwa vita, aache vita, vita itaishia pabaya. Wameandika barua ye na mama ake wakapeleka kila mahali, wakanichafua mpaka nilikoolewa Wakapeleka kanisani wakapeleka kila mahali barua yeye na mamaake. Mamaake wewe mama yangu mzazi, mimi sawa, barua za kunichafua wamepeleka kanisani manemane mane, wakapeleka kwenye kata, wakaleta boma liloolewa, wakapeleka kanisani kwangu Moshono, wakaleta kwenye boma. Sasa uzuri wa boma wananijua kama mimi ni mbaya au ni mzuri, hiyo ya boma ijalishi, lakini amani alitafuta sawa kuniharibia na kilichosababisha, naongea ili asikie na dunia isikie. Siku ya arobaini nilidai eneo langu ambalo nilipewaga na babu, sawa. Tukawa tumepishana na baba kauli kidogo tu, sindio? Tukajaga tukamalizana na baba, yeye hajui, sawa. Akaniambia siku hiyo katikati ya wazee wa ukoo niende nikamfukue baba ili aje anipe nini hilo eneo sasa. Na mimi nasema najitoa sadaka, na yeye akamfukue aje ampe hicho anachotaka kupewa. So, kwa nini hiyo roho ya tamaa imemwingia ajatumia hekima? Kwani angekuja kwa hekima, ange akaongea na mama yake, kama alivyokuwa wanapendana, angemnyima nini? Aezi joe kwake hamna mauti? Sisi ndio tutakufa na baba alio kufa, yeye atabaki umilele huku duniani, na watoto wake hawatatanga kama sisi tunavyopiga kelele barabarani leo kama vichaa Kie. Sisi ndo baba yetu alikuwa mtenda dhambi mkubwa. Yeye ni mtakatifu hatairisi nchi na hizi ndo wale ambao sisi tukifa wao watabaki duniani. Eh. Kwa sababu angekuwa anajua kuna kufa. Maana mmoja juzi alisema kati ya hao madalali hakuna laana, laana inatupwa kwenye dustbin. Nikamwambia we, panda mbegu mbaya kwa watoto wako kama uone kama hawajateseka kama sisi tunavyoteseka kila siku kupanda mahakamani. Miaka tisa. Mimi siogopi maana hata huko mtaani nilikoolewa mama wangu anapita ana, anasema huyu sio mtoto wangu. Mbingu inajua na ardhi inajua. Biblia imeniambia laana isiyo na sababu sawa hainikuti, na nasimama kwenye haki ya Mungu, sisimami kwenye dhuluma. Ni mtoto wake, amenizaa, amenibeba miezi tisa. Nampenda, lakini anachokifanya siogopi hata binuki ainuki hata laani hainikuti ingeshanikuta huko kote waliko nichafua. Mwambie bomasiara, napendwa kama malkia. Naitwa Baraka Sulus, ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Ya siku ya leo kuna mnada ambao inasemekana kwamba umefanyika hapa na mimi ndio nimefika muda si mrefu nilikuwa kwenye majukumu mengine ya kikazi nimefika nikakuta kwamba tayari inavyosemekana kwamba mnada umeshafanywa sasa hili ni swala ambalo linahusiana na mambo ya mirathi ni shauri la mirathi ambalo lilitokana na shauri namba 26 la mwaka 2022 ambalo kimsingi lilikuwa limeanzia mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini ambayo inafahamika kama mahakama ya Maromboso kwa watu wengi nadhani mnaifahamu hiyo Eh, mahakama ya mwanzo ilimteua Mama Devota Kiboboli Mole kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu mume wake, akajitokeza inayofahamika kwamba ni kijana wake mmoja ambaye aliamua kukata rufaa kwenye mahakama ya wilaya akipinga uteuzi wa Mama Devota kuwa msimamizi wa mirathi hiyo mahakama ya wilaya ikathibitisha uamuzi wa mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini, kwa maana kwamba ile rufaa ilipigwa chini. Kwa hiyo huyo bwana hakuweza kuridhika, kwa sababu ni haki yake ya kikatiba kama kwa raia yoyote ambaye hajaridhika na maamuzi, anakuwa na haki ya kukata rufaa. Akakata rufaa kwenda mahakama kuu ya Tanzania, ambapo mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Arusha kupitia mheshimiwa Kamuzora ilikubaliana na hoja ya kisheria ya kwamba fomu namba mbili ya mirathi haikuwa imejazwa kwenye mahakama ya mwanzo, na hivyo ikafuta maamuzi ya mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini na vile vile maamuzi ya mahakama ya wilaya ambayo ilikuwa imebariki yale maamuzi. Lakini mahakama kuu hiyo hiyo ikaendelea kutoa amri au maelekezo ya kwamba shauri lianze upya mbele ya hakimu mwenye mamlaka kamili ya kisheria. Kwa lugha yetu ya mahakamani kule ya Kiingereza, ile hukumu pale kwenye mstari wa mwisho ilieleza kwamba the matter has to start afresh before the magistrate Who has a competent jurisdiction. Hayo ndio alikuwa ni maamuzi ya Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye shauri namba 26 la mwaka 2022, upande ule ule ambao ulikuwa umekata rufaa kwa mara nyingi kwa, kwa mara mbili, haukuridhika na mwenendo ule na wala haukufata maelekezo ya mahakama kwamba warudi kwenye mahakama yenye hakimu ambaye mwenye mamlaka ya kutoa maamuzi ikaenda ikaanza kusikilizwa mahakama kuu. Sasa hapo, badala ya kwenda kuanza kusikilizwa kwa hakimu kwa mujibu wa maelekezo ya awali ya mheshimiwa jaji Kambuzora aliyoelekeza kwamba yaende yasikilizwe kwa hakimu mwenye mamlaka, ikabidi lita wakafaili maombi mahakama kuu, mahakama kuu ikayapokea ambako mheshimiwa jaji naye alikubali na hoja za jaji wa awali kwamba shauri lianze upya, na mpaka sasa hilo shauri bado liko mahakamani, linaendelea, linakuja kutajwa tarehe ishirini na sita mwezi wa nane saa tano asubuhi, na amri ya mahakama iko wazi, iko very clear, inasema ya kwamba all beneficiaries to attend kwamba warithi wote wanatakiwa wawepo mahakamani tarehe 26 saa tano asubuhi bila kukosa. Usisahau kusubscribe, like na kushare. Mashati TV, we bring the news to the world.